turejeshea tena uhai wetu akatuimarishia afya zetu na tukaweza kufika hapa, bali akatutawalisha na imani ambayo kwa sababu hiyo tunakuwa tuko huru katika kuendesha semina zetu hizi e, leo inshallah Babu tuko katika masala ya e, shuruti swala, na unaweza ukaona kwamba kwani pana lazima ya kuzizungumza hizi? Si tunazijua ni maarufu? Ni kweli hayo, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia vipi? Ametuambia, wa dhakkir fa inna dhikra tanfaulmuminin kumbusha, Muhammad. Kwa hivyo tuna tuna tuwe na tabia ya kukumbushana hata yule mwenye kujua, basi hata yamaliza yote yatakuwa mapya yapo. Kwa hiyo yeye mwenyewe binafsi anaweza akawa anajikumbusha, lakini pia kwa kuhudhuria katika vikao kama hivi ambapo imekusanya taaluma yenye kulazimika kuwa nayo katika utekelezaji wa ibada zetu. Kwa hiyo mtu asione kama ni kupoteza muda, la hasha, kuna umuhimu wa pekee. Wiki iliyopita, yani semina ya saba iliyopita, ambayo leo tuko semina ya nane, tulizungumzia masuala ya eh, utohara ya maji najis, ya hadaf, na namna ya kuondosha najis na namna ya kuondosha hadath na kadhalik. Ingawaje muda wenyewe unakuwa mfupi, lakini hata hivyo sikukosa kabisa. Kwa hiyo leo insha Allah, kwa sababu ya muda tutaingia katika sharti ya auqat sala, nyakati za swala. Nyakati za swala waislamu ni moja katika sharti muhimu sana katika hizi sharti za swala, kwa sababu swala itakaposwaliwa nje ya wa wakati wake, basi hiyo wa swala hiyo haitokubalika. Kwa hiyo kuna kila umuhimu muislamu kuwa na na taaluma au kuzijua nyakati za swala za maumbile, mbali ya zile za kalenda, mbali ya tunazotajiwa katika baadhi ya vyombo vyetu vya habari, lakini yeye mwenyewe kama mwenyewe, basi aujue wakati wa swala ya maghribi inaingia wakati gani, wakati wa swala nyingine pia unaingia au zinaingia nyakati gani? Kwa hivyo wawe nayo yeye mwenyewe asili, ambayo ndivyo walivyotufundisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi maarufu, anna nabii sallallahu alaihi wasallam qala waqtu waktu dhuhri idha zalat ash-shams wa kana dhillu rajul qatawlihi au qatulihi ma lam yuhdar al-'asr. Ametutajia wakati wa dhuhuri, kwa mfano akatuambia wakati wa dhuhuri ni pale tu linapotenguka kwa jua. Na hizi swala zina nyakati mbili tu, swala zote tano nyakati zake ni mbili. Nyakati nne ziko katika wakati mmoja au swala nne ziko katika wakati mmoja, zinatofautiana muda tu na swala moja hiyo iko wakati peke yake, peke yake. Kwa maana peke yake, hakuna swala inayoitangulia wala hakuna swala inayofuatia. Nadhani sote tunajua kwamba ni swala yatu Alfajiri, lakini baina ya swala Alfajiri mpaka ku, ku, ku, ku, kuwepo zawala, yaani ku, ku, ku, kuteremka ku, kubiruka lile jua kuelekea upande wa magharibi basi kabla ya pale pote hapana swala ya fardhi. Ina maana swala ya fardhi inaanza baada ya zawal zawalu shams kutenguka lile jua kuelekea maghrib, pale ndio zinaanza swala sasa kwa mfululizo, kwa kufuatana sasa. Kwa huu mfuatano huu ndio umeongeza umuhimu wa mtu kuzijua nyakati za swala anaweza akaja akaiswali swala ya alasiri wa kumbe yumo ndani ya wakati wa dhuhuri, akaiswali swala ya isha kumbe yumo ndani ya wakati wa maghrib. sisi, zi, nyakati, tutajia, mbazo, kwa kuna kila umuhimu kwa hivyo, sisi tutajifunza zile nyakati alizotutajia Mtume ambazo tunatumia aidha kwa kuchomoza kwa jua, kwa kutua kwa jua, kwa, za, kwa kutenguka kwa jua na kadhalika. Eh, anasema bwana mtume katika hii hadithi wakati wa eh, <coughs> sala, sala ya dhuhuri ni pale linapotenguka kujua kuelekea magharibi. Jua kawaida linatoka mashariki, kwa huku kwa huku kwetu ni maarufu hilo. Kwa hiyo likisha kutenguka tu jua swala imeanza, ambayo ni swala ya dhuhuri.

ila ghasaqil duluk, wanasema ndio ile zawadi eh, ndio ile kutenguka. Simamisheni usimamisheni sala eh, baada tu ya kutenguka kwa jua, ila ghasaqil lay mpaka kuingia usiku, yani ghasaq, yani ile kufunika usiku, na usiku unafunikwa hasa kuanzia magharibi, na hasa usiku unafunikwa wakati wa isha sababu so, tena pale hapana hata alama za za mchana wala magharibi, yawezekana iko huku na huku hmm? Sasa so, so, alafu kwa aya hiyo hiyo Allah akasema wa quran al-fajr inna al quran al-fajr kana mashhuda, na sala ya alfajiri yani na Qurani wakati wa alfajiri na maulamaa wote, hii haina hitilafu, kuanzia maimamu wakuu mpaka maulamaa wetu wote wamesema kwamba wa qur'an al-Fajr ni swala ya al-Fajr. Kwa ukiachia, kuna aya kadhaa zilizotaja nyakati tofauti za swala hata eh? katika surati Hud, katika surati Qaf, katika surati Taha eh, na nyinginezo lakini israhi, israhi, hii ya israhi iliyokuwa katika sura ya Isra hii ndiyo imekusanya zote tano, na pia imetupa picha, kumbe hizi swala zimegawika sehemu mbili tu. Ziko zenye kwenda kwa mfululizo, na ipo ambayo imejitenga, kama tulivyotangulia kusema. Kwa hiyo swala ya dhuhuri, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha zalatish shams linapotenguka jua wakana dhil rajul katuluhu au katulihi ma lam yahdhuru lasir. Na swala hiyo ya dhuhuri baada ya pale, e, baada ya kutenguka kwa jua itaendelea mpaka pale wakati mtu, hapa mtume kasema mtu, lakini maana yake kwa kitu chochote, sio lazima iwe kivuli cha mtu tu iwe hata kivuli cha mti kivuli cha, cha ukuta kivuli chochoti, kitakapokuwa kile kivuli ambacho kitakuwa kimeelekea mashariki, sasa kwa sababu jua liko magharibi. Ikiwa urefu wako wewe na kile kivuli chako viko sawa, hapo swala la asiri itakuwa yani, swala ya dhuhuri itakuwa imeondoka kwa siku zote, kimbilia kuswali baada ya pale kivuli chako chako wewe mwenyewe kutenguka kidogo upande wa mashariki, ambayo itakuwa ni sana ile kutenguka vile jua kuelekea magharibi. Kuanzia pale mpaka kuwa kivuli kile sawa na mwili wako, basi pale itakuwa adhuhuri imekwisha kwa kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na tuzungumze hichi kwa nini ukaa kuna muda huu tokea pale kivuli kinatenguka chini, yani kinalala chini hapa kidogo, mpaka kinakuwa sawa na mtu alivyo. Na hiyo ni imewekwa kwa sababu ya dharura. Hmm, imewekwa hiyo kwa kuwasaidia watakaodharurika, sio kwamba ni choice ya mtu baada ya kutenguka kile kivuli achague wakati yeye atakaoswali. La, hamna hiyo. Allah anasema, nafikiri mm -hmm. Katika ufunguzi wetu tumeisoma aya hiyo inna salata kanat ala lmuminina, hakika swala imekuwa kwa waumini. Tazama, sio ala almuslimina, imekuja ala lmuminina. Kuna tofauti hapa, muslimina maanake ni watu wa daraja ya chini ya imani imani, lakini muminin maanake ni watu wenye kujitambua imani yao ya ile ya kumwamini Allah na kwamba wao kwa khiari zao wameamua kutii amri za Mola wao. Kama umetii amri ya Mola wako, unatakiwa uswali ndani ya wakati, na maulamaa e, wa, wasomi wetu wametuwekea nyakati tano. Kila swala ina nyakati tano. Kuna wakati wa fadhila, kuna wakati wa, wa, wa, wa nini ile, yani ule wa mwanzo kabisa, waktul fadhila. Eh? kwamba ule swala imeingia, wewe una swala, na hivyo ndivyo inavyotakiwa eh? inna salata kanat ala almu'minina al kitaban mawquta, hakika swala imekuwa kwa waumini ni kitu kilichowekewa e, yani wakati maalum kilichofaradhishiwa, kitaban, kilichofaradhishiwa wakati maalum. Kwa hivyo litakuwa ni kosa kwetu ikiwa tutazipuuza sala tutazisali kwa, kwa, kwa mujibu wa nafasi zetu, hilo ni kosa. Inapoingia amri ya Allah, basi hakuna amri nyingine yoyote. Hata mama Aisha radhiallahu anha anatuambia, anatusimulia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mwenye kuchanganyika na watu wake nyumbani, kama pana shughuli za kukuna nazi u za kufanya nini anazungumza na watu wake nyumbani. Hakuwa kwamba yeye ni mtu anaokaa juu ya meza, anangojea tu yeye lete hicho la anachanganyika na familia yake. Ndivyo alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini anasema ajanze mapishi yako ukate upate huu wakati wa fadhila shati. Uh, yani dharura moja ni hizo, hiyo ya kupika ya kuwa na mgonjwa, lakini kama kuna kikao cha nini, kikao cha sulhu kwamba tuna kikao hapa, tunafanya sulhu baina ya pande mbili, ile itakuwa ni dharura. Mtachelewesha swala eh, mtaswali baadaye, au kama alivyosema mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wa kipindi cha jua kali, jua likiwa kali sana, na nafikiri wakati kama huu wa kiangazi nakulikuwa wakati mkali sana jua, yani mtu hawezi kutoka nyumbani kwenda msikitini. Basi pale Mtume hata yeye mwenyewe alifanya hivyo, kwamba alichelewesha swala mpaka ilipopungua, ikaanza kuingia ubaridi, baridi, swala ya dhuhuri. Tena kwa ni dharura kama hizo za kisheria, lakini sio kaja huyu kaja shoga kaja rafiki nyumbani, tena iwe au hasa pale mtu yule aliyekuja, yeye si mambo yake y ya